Najua wao ila hajastahili. Nani alistahili? abtu alibu Mshery yes. way kwa sababu unajua Mshery amedaka mechi zote tano na hajaruhusu haja, haja, haja, bao unajua hata ha. moja, yeah. Manula amedaka lakini rusu, musu, rusu, bao ameza mawili, yeah. mechi zidi ya amecheza mechi zidi ya uh, Singida Black Stars alafu then akacheza mechi zidi ya uh, uh, ura ura FC Ura, yes, uh, yes eh, ameruhusu ame mabao bao dhidi ya Singida Black Stars pia mm. eh, okay, na Ura sasa yes. Kamati ya tuzo kumpatia tuzo uh, Aishi Salum Manula, walimpa kama rijendi au walimpa kama ah, se labda kwa sababu kwasababu au ndo bado soka letu kivyetu vyetu, uh, labda kwa sababu kwasababu adaga penalti ya Pakome, lakini akustahili kupewa hiyo tuzo <laughs> unajua, unajua, mm. Tuzo ambayo alistahili Aishi Manula kupokea siku ya jana man of the match. alipaswa kupokea man of the match. Mm. Alistahili kabisa ndio hiyo, yeah, tuzo na sio barakonte, mm. Unajua sasa unajua, uh, kamati imekuwa ikichanganya eh, mambo hapa kwa asilimia kubwa kamati okay. Inachanganyaje mambo wakati kamati eh, ma, unapozungumza kamati, mm. maanake wanaofuatilia kwa ukaribu kile ambacho kinaendelea kuanzia mechi ya kwanza mpaka mechi ya mwisho, kujua mtani ama mm. wakaligita Yes uh, una, una, una, unajua uh, jana hapa tulikuwa tunazungumza kitu kimoja hapo eh. Ulikuwa unabainisha kwamba uh, kuna watu wa kuna watu wa mpira eh. Alafu kuna mashabiki wa mpira. Yaani kwa kwenye michuano ya Mapinduzi kuna mashabiki wa mpira, hamna watu wa mpira. Yawezekana kwa kwenye kamati kulikuwa na mashabiki wa mpira hawakuwepo watu wa mpira, mpira. Wa mpira, ambao walikuwa na uwezo wa kungamua wa kusema kwamba kwa kiwango ambacho uh, fulani amekionyesha anastahili kuwa man of the match. mm. Sio? Ndio maana unaona migegaziko ambayo imetokea uh, siku ya jana au vilabu vyao havikwenda fainali. Hiyo sio kigezo. Unajua eh? mm. Kuna vitu viwili cha kwanza kulikuwa hakuna watu wa mpira katika kamati, walikuwepo mashabiki wa mpira. Unajua mtu wa mpira awezi kusahau kwamba uh, ni mchezaji gani amefunga magoli mengi kwenye uh, Mapinduzi, tena Mapinduzi ambayo uh, ni mashindano ya muda mfupi tu. Kama wewe ni mtu wa mpira, huwezi kusahau. Kama watu tunakumbuka idadi ya magoli ambayo mchezaji amefunga msimu uliopita, tunasahauje idadi ya magoli ambayo mchezaji amefunga katika mashindano tena ya muda mfupi? Kwa hiyo inaonyesha kwamba uh, wengi waliokuwepo katika kamati sio uh, watu wa mpira ambao wanafahamu mpira vizuri, kwamba wanashinda wa kuona kwamba fani amefunga magoli mengi, fani ana clean sheet nyingi, kwa sababu hivyo ndio vigezo vya kumtafuta mfungaji bora pamoja na golikipa bora wa mashindano. Kwa hiyo tumi, nadhani kamati imeboronga katika michuano hii, tena ijaboronga kidogo, imeboronga sana, asilimia kubwa kabisa kwa sababu hii ni zaidi ya aibu kuona uh, kwa sasa alivaa mpira ilipofikia kwamba hata top scorer, lakini hiyo la, la, la, ba... kamati hiyo uh, tuseme kamati nzima ya mashindano imekura me, aibu hapo, sipeleke tu kamati a ya nani, kwa sababu uh, kama kamati ya mashindano ya Mapinduzi ilishindwa kuweka watu sahihi wao ndo wana shida mm. Of course, eh, yani yani lazima tuanze overhaul eh, yes, eh, yani, manake Upendo Upendo Midia haiwezi kumchagua mpa, mtani kama haiamini kwamba yeye si mchambuzi ama, mm. ama, ama si mtangazaji ama si mwandishi ama si kamera operator. Yes. Si ndivyo? Sindivyo, lazima iangalie kwamba huyu anafaa. mm. Ndio maana tunamweka kwenye kamati fulani, lakini unajua uswahili mwingi katika mpira wetu eh? Mtu anaweza asiwe yani, kama ambavyo tumezungumza jana, mtu anaweza asiwe mtu wa mpira akapewa cheo kikubwa ambacho kilikuwa kinamhitaji mtu wa mpira shida usao mjo e, e. Uh, kwa hiyo uswahili umekuwa mwingi sana katika mpira wetu na haya ndio madhara yake bwana. Umemwona mdhabuni wa Simba a eh yeah. Nimemwona amepiga e. e, picha na basi akiwa China pale, mzigo unakuja lakini Uh, bwana hii ii Haya. Uh, kaambia labda iriza ni mm, ya ikumbe, nilikuwa, nilikuwa mtu wa kwanza kutilia mashaka baada ya kuliona picha <laughs> kwa sababu baada ya ile picha kupostiwa watu, hasa uh, mashabiki wa Simba wakawa wanasema kwamba basi linakuja. Sasa nilikuwa najiuliza kama hili ndo basi ambalo uh, Jairuti alikuwa ameahidi kulileta Simba, basi atakuwa nanifikirisha kidogo kwa sababu Uh, ni, ni basi ambayo inaonekana kama ni mchezaji wa kawaida ya zamani, mwenyewe uh, kidogo ya kutawala

mpaka viaa katika michezo Ungeweza kuona aina ya tukio wakati anakwenda yeah. kumfanyia yeah. aliguswa kwenye shoulder kama alikuwa ana react akamweka mm. kiwiko, kosa huyo. Tunaondokaje na baka yani, uh, ajielewi baka yeah. so sio professional player mpaka sasa hivi kwa sababu yeah. angekuwa professional player kwa hiki ambacho amekifanya mm. achilia mbali mwamuzi ajaamua akakupa mm. red card sio ukatoka nje ya uwanja ndio angeomba radhi kwa sababu wachezaji wenzake professional players wote wanafanya hivyo. Imetokea uh, juzi tu, scenario hapa ya Havertz akimsukuma mm. mchezaji wa Liverpool mm. uh, yeah. ambaye yule fullback aliumia uh, kipindi uh, uh, madaktari wanasogea kwa ajili ya kumganga mm. uh, Havertz akaona kama anachelewesha muda akamsukuma mm. nje ya uwanja, jambo ambalo sio la kiungwana. Sio mwisho siku, akaadhibiwa kwa kadi ya njano, lakini baadaye, baada ya mchezo akaomba razi kwa sababu ni kweli yule mchezaji alikuwa ameumia, na atakaa nje e, atakaa nje ya uwanja mpaka season nzima ina inamalizika. Kwa hiyo hiyo ndio fair play tunaiita katika na, na, na unapomweka mwenzio nje ya uwanja, maana kuna mawili, anaweza akarejea asio kwenye fomu yake na akakosa nafasi kwenye kikosi chake na akapoteza ajira yake Yes ama Mungu akamsaidia akarejea akawa kwenye fomu yake na kuendelea kutetea ajira yake. Mm. Kwa hiyo kwayo ni madhara ambayo mm, wachezaji lazima waweze kuyazingatia. Yes, kwa baka tunamaliza vipi? Kama mchezaji <laughs> anapaswa uh, kuwa professional kwa daraja ambalo amefikia. Yeah. Kwanza kujielewa kwamba yeye ni mchezaji wa aina gani, lakini pia kutambua umuhimu wa wachezaji wenzake wakiwa kiwanjani. Mm. Eh, kuondoa zile rafu ambazo zinaweza kuhatarisha maisha ya mchezaji mwenzake, lakini pia zikamfanya mchezaji mwenzake akashindwa kuendelea na soka, hapo atakuwa amejielewa, lakini kitu kingine anatakiwa uh, ajifunze namna ya ku maintain motion kuile, mazwezi, mm. ya zake sio? Inawezekana kweli amepitia mazoezi ya kijeshi sio? <laughs> lakini kule jeshini pia najua uh, unapofundishwa unaambiwa ungekuwa hivyo Benjamin, Benjamin Asukile, sangekuwa narukia watu kila siku, nasi askari magereza ndio nakwambiaje, kule mazoezini. mm. Ukiwa unafundishwa unaambiwa kwamba upasi eh, yani, upaswi kureact kwa mtu kisa una ujuzi una wa namna ambavyo unaweza ukapambana, sio? kwa hiyo yeye mwenyewe azimchezaji anapaswa kujielewa hivyo na kuzingatia. Kwa hiyo kama tunamaliza kwamba Ibrahim Baka beki wa Yanga aache utoto, aache usera, aache umeyeyusho mm, n yani aache eh, mambo ya kiuni lakini aache eh, eh, eh, mambo ya kiuni, ya kiuni, awe professional player awe professional player aache ujinga, ujinga kwa sababu yes, ni beki mzuri mm. kama West Ham waliona kitu Eh, afu ia analeta vitu kama hivi Vitu sio vizuri hivi eh, professional bwana. Of course, ni, ni, ni wachezaji wetu na hiki ambacho tunajaribu. Lakini anapaswa aombe radhi. Yes, hiki ambacho tunajaribu kizungumza ni lengo la kumjenga awe mchezaji mzuri kumbuka, eh, uh, unaambiwa kila siku na tumekuwa tukikumbushana hapa kwamba unaweza uh, ukawa na talenti ndio ila mm, kama nidhamu haipo, eh, uwezi ukafika mbali kisoka. Umemwona Bernard Morrison hapa, ni ushahidi tosha hakuna mahali ambapo wameenda licha ya kuwa na talent bora. Sawa bwana, huyo ni uh, mtani Joktan uh, nidhamu inakufanya wewe kuwa bora na kufika mbali zaidi. Kwa hiyo Ibrahim Baka, chukua ujumbe huo wa mtani Joktan. Bongi moja la mtu hapa, sema ulioni tu, chukua ujumbe huo na utaweza kukusaidia mbeleni katika uh, mambo yako bwana.